Kutokea Kenya 254 na mzungumzia Nameless, of course moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana kipande kile pale, na ikumbuke miaka ya nyuma, miaka mingi sana iliweza kupita, alikuwa na goma lake linaitwa Nasinzia, moja kati ya ngoma ambayo imeendelea kuishi sana. So Mario kutoka Bad Nation akaona sio so mbaya aweze uh, kupita na remix ya hi ngoma hiyo

Tanzania uh, ame bless with new vibe um, ambao unapendeza sana for the young uh, generation. Mario uko na heshima yangu, alafu uko na timu yangu hapo. Sawa king, tuzidi. East Africa, thank you for the many years of love to have shown me and my songs. Keep watching and sharing, keep making sweet memories. This is for lovers in the house. Ni ujumbe baada uh, so, uh, uh, Mario kuweza kutisha kwenye gomba lake la Nasinzia. As you know, kwamba Mario sasa hivi ni wasanii ambao wanafanya vizuri sana kwenye game, so ameona sio mbaya akaweza kupita kwenye hii verse. Na Nameless anakwambia na ameublesi sana wimbo wake, kwa sababu ulikuwa ni wimbo wa muda mrefu, lakini ameupa heshima tena ambayo inastahili kuweza kuwepo. Na kingine ambacho amekisema ni kwamba Mario ame- of course ameleta ame, ame ile vibe kuhusiana na hii generation ya sasa, kwa hiyo ni kitu kizuri kwa upande wake na amefanya kitu bomba sana kuweza kutoa uh, muziki kama huo, lakini pia Nameless ameamua uh, kumpa maua mengi sana uh, Mario kwa hicho ambacho amekifanya, um, katika game ya Bongo Flava. That is kwa siku ya leo, nakukumbushe tu usiache kusubscribe YouTube channel yetu, kisha uh, raw notification kuweza kupokea taarifa zingine ambazo tunazidrop moja kwa moja. Chris Jr right now.

Wote ni kila kona, burudani atuche zi chongo Chris Judo kwa Mike, anatupa heavy combo. Mashabiki wala feel, kila line ni bombo ubo. Kila episode ni moto fire tunabeba Kama drill ya UK lakini bombo flavor. Tunazungusha game kama DJ na chesa. Wasanii wote ndani ni stage ya oh beberu. Chris Media 24, tuna run show. Vibration trending, kila mtano. Burudani noise tag, tunabeba flow.